penda kukaribisha wewe na mgeni wako hapa hapa Arusha karibu sana. Jamani, makofi. Kwa namna ya pekee tunatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za dhati za kutaka kuleta e, mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo yenye malengo ya kuongeza tija, ajira, kupanua na kuimarisha masoko, kuimarisha hali ya chakula na kuimarisha ushirika hapa Tanzania. Ndugu mgeni rasmi, leo tuko hapa kuadhimisha siku ya kimataifa ya afya ya mimea ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe kumi na mbili Mei ya kila mwaka. Siku hii ya kimataifa ya afya ya mimea kimsingi ilitokana na azimio lililotolewa au lililoletwa na nchi ya Zambia la kuanzisha maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya ya mimea. Azimio hilo lilipata uungwaji mkono na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku nchi, nchi ya Bolivia, Finland, Pakistan, Ufilipino na Tanzania zikitia sahihi katika eh, azimio hilo. Ndugu mgeni rasmi, mnamo Disemba 2019 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia mkurugenzi mkuu wa FAO lilipitisha azimio hilo na kutangaza kwa mara ya kwanza kwamba tarehe tatu Desemba kuwa siku ya kitaifa ya afya ya mimea. Ah, ndugu mgeni rasmi, sambamba na azimio hilo mabadiliko ya tarehe ya kuadhimisha mwaka wa kimataifa wa afya ya mimea yalifanyika chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa huye mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na kupelekea maadhimisho hayo mapya sasa kuanza kuadhimishwa tarehe kumi na mbili Mei ya kila mwaka. Umoja wa Mataifa ulianzisha maadhimisho haya ili kuongeza kiwango cha ufahamu na uelewa kidunia kuhusu jinsi ambavyo kukinga afya ya mimea kunavyoweza kusaidia kuondoa njaa, jinsi kunavyoweza pia kupunguza umasikini na jinsi kunavyoweza kulinda bioanuai na mazingira, na jinsi pia kwa kufanya hivyo kunavyoweza kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, mnamo mwaka elfu mbili na tano Tanzania iliridhia mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa afya ya mimea yaani International Plant Protection Convention, ambao unajulikana kama IPPC. Na katika utekelezaji wa mkataba huo, Tanzania iliunda chombo mahiri kwa ajili ya kusimamia masuala ya afya ya mimea na viuatilifu. Chombo hicho ndiyo Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania iliyoundwa kwa sheria namba nne ya Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu mbili na ishirini. Mamlaka katika kuunga mkono matakwa ya mkataba wa kimataifa wa kulinda afya ya mimea yani IPPC inatekeleza malengo matatu kati ya sita. Malengo hayo ni moja, kuchangia usalama wa chakula wa dunia na kuongeza tija katika uzalishaji E, katika sekta ya kilimo. Lakini pili ni kukinga mazingira dhidi ya athari za visumbufu vya mimea na tatu ni kuwezesha biashara salama ya mazao sambamba na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, kwa mara ya kwanza maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya ya mimea hapa nchini yalifanyika tarehe kumi na mbili Mei 2024 hapa hapa jijini Arusha ikiwa na kauli mbiu iliyosema, afya ya mimea, biashara salama na teknolojia za kidijitali. Maadhimisho haya yalihusisha wadau mbalimbali wanaojihusisha na masuala ya afya ya mimea na viuatilifu. Katika maadhimisho haya pia wadau walihimizwa na kuhamasishwa kuzingatia maridhia ya kimkataba ya IPPC ya usafi wa mimea wakati wanapofanya biashara za kimataifa. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya ya mimea ya mwaka huu 2025 yana kauli mbiu, umuhimu wa afya ya mimea katika afya moja. Kauli mbiu hii inaweka msisitizo wa jinsi mimea yenye afya njema ilivyo muhimu kwa maisha ya binadamu, wanyama na mazingira kwa ujumla wake. Kimsingi, chimbuko la maadhimisho ya siku ya kimataifa ya afya mimea ya IPPC ni dhana ya afya moja. Ndugu mgeni rasmi, afya moja inalenga kujumuisha duniani kote mikakati inayozileta pamoja taaluma mbalimbali zinazohusika na afya ya binadamu, wanyama na mazingira. Na afya moja ni jambo mtambuka linalohusisha sekta nyingi na kujumuisha masuala ya upatikanaji wa maji safi, nishati safi, usalama wa chakula na mbinu za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ndugu mgeni rasmi, katika jitihada za kutekeleza kwa vitendo kauli mbiu za siku ya afya ya mimea duniani, mamlaka imepata mafanikio mbalimbali katika usimamizi wa masuala yote ya afya ya mimea kama ifuatavyo. Mafanikio ya kwanza, ukiangalia katika mchango wa mamlaka katika kuimarisha usalama na utoshelevu wa chakula. TPHPA ina mchango mkubwa katika utoshelevu wa chakula. Nadhani wote mnajua sasa hivi Tanzania tunaongelea utoshelevu wa chakula wa asilimia 128. Kwa hiyo kwa kudhibiti visumbufu vya mazao ambavyo vingeweza kuathiri uzalishaji wa mazao hayo mfano, hey. Mamlaka imeweza kudhibiti bala panya katika misimu hii miwili mikoa 16, wilaya ya 54, kata 540, na kuokoa jumla ya hekari laki tatu hamsini na nane elfu mia nane tisini na tano za mazao ikiwemo mahindi. Lakini pia udhibiti wa ndege aina ya kwelea kwelea, mpaka kufikia mwezi Aprili mwaka huu mamlaka imeweza kudhibiti Eh, ndege aina ya kwelea kwelea milioni mia mbili na saba katika halmashauri kumi na nane ambazo zilikuwa zimevamiwa na ndege hao na kuokoa hekta laki mbili na ishirini na mia moja sitini na tatu sawa na tani milioni moja laki nne sitini na tatu na mia nne arobaini na tano za mazao ikiwemo mpunga, uwele na mtano, pia mamlaka imeweza kudhibiti wadudu wengine waharibifu aina ya viwavijeshi na ambao walikuwa wamevamia hekta 87,380 na, na kuokoa zaidi ya tani laki tatu na 32 na mia saba thelathini na mbili za mazao ya nafaka ikiwemo mahindi katika mashamba mbalimbali hapa Tanzania. Lakini pia mamlaka imeweza kudhibiti nzige nzige wa mitini ambao walivamia ekari elfu moja na mia tatu arobaini katika wilaya ya, ya, ya, ya Mpwapwa mkoa wa Dodoma pamoja na nzige wekundu milioni thelathini na sita waliokuwa wamevamia ekari mia nne na tano katika wilaya ya Ikungi Singida waliweza kudhibitiwa na kuokoa mazao hayo. Kwa hiyo unaweza kuona eh, mchango wa mamlaka hii katika usalama na utoshelevu wa chakula, lakini pia eh, mamlaka tumeweza kuwezesha ufunguaji wa masoko mapya ya mazao ya kilimo nje ya nchi. Mamlaka iliwezesha ufikiaji wa masoko kwa mazao tisa ya kipaumbele katika nchi kumi na nne. Kati ya mazao tisa yaliyohusika katika ufunguzi wa masoko ya kimataifa na nchi husika ni kama, ili, kama ifuatavyo vanila zao la vanila katika nchi ya China, Indonesia na India parachichi nchi za Kanada, Malaysia, Afrika Kusini, India, China, pamoja na umoja wa Ulaya pamoja na Israel. Lakini uh, soko la ndizi Afrika Kusini, viazi mviringo nchi ya Zambia, kahawa nchi ya China, soya nchi ya China, soko la nanasi nchi nne China, India, Uturuki na Brazil, karafuu Indonesia na Singapore, pilipili manga Kanada, kakao Marekani, tumbaku Irani na Pakistan. Lakini pia imefanikiwa kufungua masoko mengine ya mazao ya parachichi eh, south Africa, India na China, soya China, mashudu ya pamba na alizeti nchini China na mahindi ya njano nchini Misri kwa hiyo biashara ya mazao hayo ndugu mgeni rasmi ikifanyika inaenda kuingizia Tanzania kiasi cha dola za Marekani bilioni tatu nukta tano kwa mwaka kwa hiyo ni mchango mkubwa kwa kwa taifa mamlaka hii afya ya mimea na viuatilifu Tanzania TPHPA pia imewezesha eh, usafirishaji wa mazao mbalimbali mbali, kupitia huduma zake za ukaguzi na udhibiti wa mazao zinazofanyika mipakani ah, ishirini na tatu ishirini na nne kuwezesha usafirishaji wa mazao tani milioni tano na nusu za mazao mbalimbali ikiwemo mbogamboga, matunda, mikunde viungo vyenye thamani ya bilioni dola za Marekani bilioni 6.6 ambazo ni sawa na hela za Tanzania trilioni 15.6. Mafanikio mengine ni kuimarika kwa miundombinu mamlaka. Ya afya mimea tunatumia, eh, tunatumen, tumetumia eh, teknolojia za kisasa, mfano teknolojia za ndege nyuki. Mamlaka mgeni rasmi, ina ndege nyuki ishirini na moja kwa ajili ya kufanya survey ya kuangalia maeneo ambayo yanaweza kuwa na viashiria vya kuwepo kwa visumbufu na kuvidhibiti kabla vijaleta madhara kwa wakulima. Kwa hiyo tunahama kutoka kuwa reactive kwenda kuwa proactive. Lakini pia tunakamilisha mchakato wa ununuzi wa ndege nyingine ishirini lakini pia tumeimarisha shughuli eh, za maabara wa ununuzi wa mashine za kisasa kwa ajili ya uchambuzi wa masalia ya viuatilifu ili kukizi eh, mahitaji ya masoko ya kimataifa, lakini pia kuangalia masalia ya viuatilifu kwenye mazao ambayo yanaliwa hapa hapa nchini mashine hizo zimeweza kununuliwa kwa fedha za Tanzania bilioni 2.8, lakini pia eh, mamlaka pia imekamilisha ununuzi wa ndege ya kunyunyizia viuatilifu, na ndege hii inategemewa au inatarajiwa kuwasili hapa Tanzania mwishoni mwa mwezi huu, imenunuliwa kwa pesa za Tanzania bilioni 6.8 bilioni 6, ambazo ambayo ndege hii itaenda kuleta tija kubwa sana kwenye kudhibiti eh, misumbufu ikiwemo kwelea kwelea ambao kwa sasa tumekuwa tukitegemea ndege ya shirika la la la la, ziji kutoka la... Kenya. Mamlaka pia imewezesha e, upatikanaji wa takwimu za mazao ya kilimo. E, mamlaka inafanikisha upatikanaji wa uhakika sasa wa takwimu za mazao ya kilimo zina e, yanayouzwa kwa kupitia kitengo chake cha kiintelijensia ya usalama wa afya ya mimea ambacho kiko hapo makao makuu yetu Arusha. A, lakini pia mafanikio mengine ya mamlaka ni katika kuhifadhi bioanuwai za mimea. Mamlaka imefanikiwa kuhifadhi na saba za mimea zaidi ya aina elfu kumi za mazao ya asili pam, uh, pamoja na uhifadhi wa sampuli kavu zaidi ya laki tatu kwa ajili ya matumizi ya watafiti kama rejea. Lakini pia eh, katika ugunduzi wa mbegu na tunapoelekea e, mtazamo wetu au vipaumbele vyetu sasa ni nini? Moja ni kuwajengea mamlaka itaendelea kuwajengea uwezo wataalamu katika kusimamia udhibiti wa visumbufu kwa kutumia teknolojia mbalimbali mbali za kisasa, ikiwemo teknolojia za DNA katika kubaini au kuainisha e, vimelea vya magonjwa pamoja na wadudu waharibifu wa mazao. Kipaumbele kingine ni kuweka mifumo ya ufuatiliaji wa viashiria vya uwepo wa milipuko ya visumbufu warning pamoja na forecast system. E, lengo ni kuweza kubaini changamoto hizi kabla ziloleta madhara makubwa kwa wakulima. Kipaumbele kingine ni kuendelea kusimamia matumizi sahihi ya viwatilifu ili kulinda afya ya walaji na mazingira lakini kipaumbele kingine taanzisha mfumo wa kufuatilia masalia ya viuatilifu kwenye mazao ya ya uzao kwenye masoko ya ndani. Ndugu mgeni rasmi, uh, kwa muda mrefu kipaumbele kikubwa tumekuwa tukiangalia ubora wa mazao yanayoenda kuuzwa nje. Kwa hiyo sasa kwa kutumia uh, mashine za kisasa, kwaho tutaweza sasa kufuatilia kuangalia masalia ya viuatilifu wenye mazao yanayoingia kwenye masoko ya ndani ili kulinda afya ya Watanzania. Kipaumbele kingine ni kuimarisha miundombinu ya ukaguzi mipakani kwa kuanzishia kuzianzishia maabara ndogo ndogo kwenye mipaka na tutaanza na mipaka kumi na saba maabara ndogo kumi kwenye mipaka kumi na saba lakini pia eh, mamlaka inafungua ofisi ya ma na maabara mkoa wa Njombe kwa ajili ya kuhudumia mazao ya kimkakati ya parachichi e, viazi mviringo na mazao ya mboga mboga katika mikoa ya nyanda za juu kusini, na tayari kiwanja tumeshanunua na tunaendelea na michakato mingine ya ujenzi wa, wa, wa ofisi na maabara hiyo. E, kipaumbele kingine tutaendelea kuimarisha udhibiti wa visumbufu kwa njia ya kibiolojia kutumia uh, maabara yetu iliyoko pale Kibaha kwa ajili ya usajili na kufanya utafiti wa viuatilifu hayo pamoja na maviumbe na, hayo na, huku na, na, na, na, na, na. Ndugu mgeni rasmi, ninachukua fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru wote walioshiriki katika maonyesho haya kuanzia siku ya kwanza hadi leo na kipekee nashukuru wizara eh, na, na ya kilimo chini ya uongozi wa Mheshimiwa waziri wetu wa kilimo, Mheshimiwa Hussein Bashe mbunge, pamoja na watendaji wote wa wizara ya kilimo kwa jitihada za kusimamia sekta ya kilimo na kufanya mageuzi makubwa pamoja na miongozo mbalimbali wanaoitoa kwa mamlaka katika kuendelea, kuendeleza majukumu yake ya kisheria. Aidha, Nashukuru uongozi wa mkoa wa Arusha na wilaya ya Arusha mjini kwa kukubali kupokea maadhimisho haya ya, ya, ya, ya siku ya afya ya mimea duniani kufanyika hapa Arusha.